Nimekelelesha mtoto wangu nimepoteza wakati wangu. Kwa hiyo mnajua kweli naweza pata, naomba mkuu wa utulivu, naweza patikana saindi anijue mimi ni nani. Naomba, ndio maana niliwaambia muwe na moyo wa oh, utulivu. Kazi yenu mimi ndafanya, hmm, na hii ni kazi ambayo hmm, nilikuwa nimwambia hapo awali, hmm, ni mambo ya kushangaza hmm, na ni mambo ya kustua ndio, hmm. Hmm, maana nikawaambia muwe na moyo na mambo ambayo anaenda kueleza hapa muipokelee jinsi yalivyo. Sitaki mm, kuwe na vurugu, sitaki mm, kuwe na mzozano mm, sababu wengi hamtaamini. Kwanza kabisa, ningependa niambie msichana yangu pole sana. Pole sana, najua wengi wataelewa yale ambayo amekukumba, najua nakuhukumu bure sababu waelewi. Mambo ya ukishirikina ni mambo ambayo imeharibu dunia sana, ni mambo ambayo imeleta imeweka watu kwa matatizo nmerudisha watu nyuma sana. Unamaanisha <coughs> nini daktari? <coughs> naona unaambia msichana pole mm. pole. Ningependa kwanza niwaambie pole msichana huyu, tabu kweli, muna muhukumu bure. Kwanza kijana, ningependa nikuulize, unajua kijana ambaye anaitwa Tony? Tony, Tony, bradha yangu Tony. Ndio ni rafiki wako tena wa karibu sana, si ndio? Ni rafiki yako yeah, ama ni bradha yako? Brother angu na ambaye ni rafiki wa karibu sana jaribu mnashirikiana naye ma mara kwa mara, mara tumegrow naye tumekuwa naye pamoja uh, na tunazungumza moja mbili naye sana sana. Tony, msichana, unafahamu mm mm. Tony kwa mm. so, amefanya yeah, ni mm. okay. nini mnahukumu huyu msichana bure kwa mambo ambayo hata Toni, Toni, sielewi kitu yakufanya na msichana. Kujeni polepole, mambo yote ni mambo ma, masole kwa akili sahihi. mm, mm, mm. Najua mwezi amini mm. Lakini ndio maana nawaambia kazi yangu mimi, nimefanya hii kazi kwa muda wa miaka thelathini na tisa mm. na kazi yangu nafanyanga peupe, hadharani sasa mm. yako hivi huyu ndugu yako Tony ndio mm -hmm. Amekuwa rafiki wako wa karibu sana na ni ndugu yako na umejaribu kushea mambo mingi sana, lakini Tony mtu ambaye amekuwa na moyo wa kinyongo na wewe. Tony ni mtu ambaye amekuwa akikuonea wivu, ameona unaendelea sana. Tunaongeana naye kila siku, so sije sijaona unasema nionea wivu, ndio anakuonea wivu, hawezi kuongea na wewe mtu ambaye amekuwa akikutakia maisha yako uporomoke hai. Najua wengi wenyu hamtaamini na hamtaelewa. Tuambie, tuambie, tuambie nini alifanya? Masuala ni mingi mm. alifanya nini? Uh, walikuwa <laughs> <muchinua> Okay. na uhusiano na watesi. Najaribu pata jawabu sababu, so, sijui nini alifanya brother wangu brother wangu sasa, akimshata na daktarfana natn ndio maana nashindwa hata niwaeleze na jinsi gani. Kwani umekuwa rafiki ya Toni wewe? Sawa, basi, acha tusikize daktari anasemaje kuhusu Toni. Watulivu, naomba mue watulivu. Ndio maana nilikuwa nimewaambia mambo ambayo akahapa ni mazito sana na ni ya kushangaza wengi wenyu hamtaamini. Sababu sasa, si daktari, ni kama ushatuambia, o kama umeshaguzia Toni, si inamaanisha Toni ndo ndio amekuwa anatembea na huyo? Sema kwa ufafanuzi, wacha niwafafanulie, aongee kwa kujua, kila alifanya hivi na hivi na yako. Huyo ndugu yako Toni ni mtu ambaye anatumia madawa ya ushirikina. Ndio, najua uwezi amini, madawa tena ni mtu ambaye anatumia madawa ya ushirikina, na ni mtu ambaye ameweza kumfunga huyu dada. Haya mambo yote ambayo huyu msichana anapitia, ni kufungwa, amefungwa. Ndio, ndugu yako, ushirikina, ni mtu ambaye anazunguka kwa ushirikina Tony, Tony ndo, daktari, na ni kufungwa, amefungwa na Tony. Ndiyo, na madawa ya ushirikina ambayo inafanya huyu msichana anasahau kila kitu. Hata ndio maana niliwaambia nilianza na kumpa pole, sababu mambo ambayo anaendelea hapa, yeye hakuna kitu anajua, huwa muna mhukumu bure. Na yeye ni mtu ambaye ni mweupe kabisa, ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu sana kwa kijana yangu huyu. Mambo yote ambaye alikuwa ana, anaambiwa atimiza alikuwa anayatimiza, lakini Tony huyu wakati ambapo ushaimwambia unataka kununua nyumba, nimweleza kila kitu, tunaongeanga naye nikamwambia nataka kununua nyumba, nikamuuliza kama Mbaka, ni vizuri nitumie tesi pesa ya kununua nyumba. Hapo ndio, ndio ugomvi yenyu na yeye ilianzia, sababu yeye alikuwa aliona, mbona unaamini msichana ambaye si wenyu ambaye mm -hmm. si damu yako, mbona usimpe yeye pesa? ukampatia nikiwa Dubai, bado nilikuwa namshughulikia, akitaka alikuwa na mashida, alikuwa naniongelesha namsaidia kumtatua. So sijui mbona anaweza kuleta wivu kwa historia yote, hapo ndipo wivu ilianza kuingia. Sababu mbona alete wivu na yet tunaongeana, yet na bado namsaidia kusuluhisha mambo yake day day ona tabia yoyote? Ndio ama niambia kitu chochote chochote? Ndio amekuwa mzuri kwako? Ndio nimekuwa nikimuiza kama anaonana na Tesi, alikuwa ananiambia bado hawajakuwa kuonana. Tesi, mliona, mlikuwa mnaonana na nani? na huyo kijana Toni Bradhaagu hmm? Hey, anakuja home. anakuja. Yeah. na unakumbuka kitu muona, utaanza kukuleza hii story yote, uje mtaja, uje tuambia kuhusu Tony hata, kwa sababu ungesema tuliguza kwako, ndo anakuja kwao nyumba. Unaishi na nani ama tutasikiza daktari

Sasa mi kitu nataka niulize daktari, unamaanisha Toni ndiye amepewa mwanamke mimba hii? Vitu yote ambayo imetendeka, mtu ambaye amesababisha ni huyo ndugu yako Toni? hata hii mimba ni ya Toni? Hiyo mimba ni ya Toni. Toni amekuwa akimtumia huyu msichana. Bradha yangu, anaongea vibaya ni kupata suluhisho. Amekuwa akimtumia msichana. Mbona usikiza kwanza? Tuambie, nyumba msichana alishanunua lakini ni kufungwa amefungwa ili asahau kila kitu ambaye ilitendeka, ndo maana akiulizwa anasema ajui kila kitu. Toni alimkujia na madawa na ambaye alipewa na mtu na mtu huyo tena ni wa karibu sana kwa familia yenyu, hmm.

ndio, ndio. Tunafuata nyumba hapo, unafuata document. Kama bro, brother wewe, wewe unamtetea. Na no mm. Na ndio yako za niambia kitu chochote. Na wewe uje mtaja. Wewe ndio brother yako, ndio utanielewa. Mama, ame ame amemtaja. Ajeni mtaja nini basi? Lakini sasa, si daktari anasema ni kama alikuwa anasahau ama kuna, ama kuna mbona, mbona unatetea brada yako nani? Kwa sababu hajaniambia chochote. Inaweza kuwa anajua chochote, na nimekuita kila siku hapa na tumekuwa tukimhoji tu. Si ulikuwa unasema mama anajua kitu na amekuwa akikuja. Sasa hata msana wangu sasa basi ingekuwa nishawaambia

Mwe na moyo wa utulivu kwanza. Mimi nataka Tony. Hiyo kijana anaitwa Tony. Akuja, ajieleza laa hivi na hivi nakosasikuja patakatamakanajua Tony Tony alikuja kwako. Hiyo nyumba mnaishi na Tony, ndio? So sasa, awesome Jim, sasa, Jim, mi naona na ni kama hujaamini mambo daktari amekwambia huyo, si? <laughs> Toni ni kitu kidogo kumleta hapa mbona niliwaambia, hmm. Ni, ni kitu ambaye iko tu ndani kwa familia. Na sasa daktari umesema kuwa huyu msichana ajui kitu alikuwa anafanyiwa huyu msichana, ni kufungwa, amefungwa na nguvu za giza vitu yote ambayo huwa, na Tony anamfanyia, hakumbuki chochote hata wakati ambaye alienda kununua nyumba, Tony alikuja akachukua zile documents na vitu zambazo za mnaulizia na ziko mahali mlikuwa mnahukumu huyu msichana bure. Msichana yangu pole sana kwa yale ambayo umepitia, pole sana sababu hao walikuwa kuelewi, ni kufungwa, alikuwa amefungwa, hakuna kitu ambaye alikuwa anakumbuka. Mambo yote ambayo alikuwa anatendeka huyu Toni na Suzi, Toni aliamua kumtumia Suzi sababu alikuwa rafiki wake wa karibu, na alikuwa anaweza kumletea siri ambazo huyu alikuwa anaweza anamwelezea. Ndio maana ilikuwa rahisi kumteka na kumtega dawa ili wanyakue vitu yake yote. Mbali na hayo, Toni akampachika hiyo mimba sasa. Hiyo kitu ndio sitaki kusikia. Daktari ita huyo Toni hapa. Ni kesi upate ni ukweli ni brada yako. Ni kesi upate juu naona bado hajaamini. Ni kesi upate ni brada yako. Swali ni ngumu sana sasa. Ifa for now, sijui kwa nataka kuje tu hapa tumuulize na come clean, aseme kila kitu yako moyo na msukumo <laughs> yeah. Sasa vitu zinatusumbua na ziko kwa familia bro, vitu ya familia. Ndio maana nawaambia nguvu za giza zimeharibu ulimwengu na tamaa imeharibu ulimwengu sana. Huyo kijana ni kijana ambaye ako na tamaa, anataka kutajirika kupitia njia ya mkato mm.